Imma baada ya kumshukuru Allah Subhanahu wa ta'ala na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wa umma bwana mtume Muhammadin Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, mtume ambaye Allah Subhanahu wa ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani anasema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Ekhwani, ndugu zangu, bila shaka al-akhi Sheikh Sabasib al-Kubra ameongea mambo ya msingi sana. Kwa yoyote yule ambaye aliyokuwa hadhir na akifuatilia kwa umakini wa hali ya juu katika jukwaa letu, amebaini mambo makubwa kabisa. Sisi tunamwambia karibu sana, lakini kadhalika tunamwambia biidhnillah subhanahu wa taala. Wasikilizaji wetu na wafuatiliaji wetu, bila shaka wamevuna yaliyo mazuri kabisa biidhnillah subhanahu wa taala. Ni kweli kabisa, katika ndoa nyingi zinakuwa na migogoro mikubwa kabisa, chanzo ni mkono waidi. Ndugu yangu, kama upafomu vizuri pale nyumbani Lazima hiyo ndoa itakuwa na migogoro mikubwa kabisa. Lakini ukitaka furaha, amani, ladha, basi kuwa imara katika kuliendea tendo la ndoa, bila shaka mambo yatakwenda vizuri kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mkono waidi ndio mpango mzima. Mkono waidi bwana, huu ndio mpango mzima. Ukitaka furaha itawale pale nyumbani neema itawale pale nyumbani, lakini kadhalika, kila mmoja awe anamfurahia mwenzake, anatabasam. Bila shaka, mkono waidi ndio mpango mzima. Ameueleza al akhi Sheikh Sabasi bil Kubra namna ambavyo mambo yalivyo. Ikhwani, ndugu zangu katika jukwaa letu la leo nataka ni kuache na faida moja ya msingi kabisa, yewe ndugu yangu, ambayo bila shaka unaweza kuitumia faida hii pale nyumbani kwako na ikakuletea nataiji zilizokuwa bora kabisa, biidhnillah subhanahu wa taala. mm -hmm. Yapo majumba mengi na maeneo mengi ya biashara au kazi za watu hayakaliki kwa sababu ya uwepo wa sihr kwa maana uchawi, maeneo hayo mm. Au kwa sababu ya uwepo wa athari za kijini na kishaitan. Kwa hiyo nataka leo ni kuelekeze kwa njia nyepesi sana, tena kupitia katika jambo ambalo au kitu ambacho majumba yote yanacho kitu hicho, insha Allah biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawasawa, biidhnillahi lkarim mm.

kwa ajili ya kutoa au kuondosha athari za uchawi, mm -hmm. Au kwa ajili ya kuondosha athari za kishaitani katika miili ya bin adam au ayi makanin akhara au sehemu nyingine yoyote ile, mm -hmm. Kuna namna nzuri kabisa ya kuweza kuondosha athari na mashakili haya ya kisihri biidhnillah subhanahu wa ta'ala mm -hmm. Leo nataka niwaelekeze namna ya matumizi ya chumvi. Sawa.

Bila shaka kuna aya za Qur'an, lakini kadhalika vile vile kuna mimea ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka mimea hiyo hapa ardhini tatrudul jinna, ina uwezo bora kabisa wa kufukuza mashaitan majini ambao wanaoleta madhara katika afya na maisha ya bin adam, wa tabitilu sihira. Lakini kadhalika na ipo baadhi ya mimea aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala hapa katika dunia yetu, mimea hiyo ina tabia ya kubatilisha na kuondosha uchawi na athari zake biidhnillah subhanahu wataala. Kuna watu wamesibiwa na uchawi, kazi ya uchawi huo ni kuharibu familia zao, ndio mtu ana wa watoto hawaolewi kabisa, yani kila akija mchumba harudi tena, au mtu ana watoto hawaowi kabisa, hawaoi kabisa, kila wakienda kuchumbiwa mahala, wanatimliwa, hawatakiwi. Lakini kadhalika kuna watu wamefanyiwa sihri, hakuna wanachoshika wao kikafanikiwa wana mipango mizuri haiwi, wamesoma wana ilmu nzuri haina faida. Lakini kadhalika wana watu ambao wanaweza kuwasaidia hawana mpango nao kabisa wa kuwasaidia watu hawa. Sihri zikitawala katika mahala, kuna kuwa na hatari kubwa kabisa kabisa. Sasa leo nataka niwaelekeze kwa uchache matumizi ya chumvi katika kuondosha athari na mashakili haya ya kisihri biidhnillah subhanahu wataala Ukimsoma mmoja miongoni mwa wanavyuoni wakubwa kabisa ambao ni bwana mkubwa Ahmadu Lbuni qaddasa Llahu sirra, mwamba huyu katika miamba inayotambua vyema masala ya taaluma na ilmu anasema: ilajun wa ibtalu sihri bilmilhi, yapo matibabu maalum kabisa ambayo yanaweza kubatilisha na kuondosha kuvunja vunja matego ya uchawi kwa matumizi ya chumvi tu, biidhnillah subhanahu wa taala. Hiyo chumvi ambayo unaiona unayo nyumbani kwako, unapikia mboga, inaleta ladha, basi inshallah, biidhnillah subhanahu wa taala, inaweza kutumika kama matibabu bora ya kuondosha athari za kisihri, lakini kadhalika na athari za kisheitani. Chumvi hiyo itumie Utatupigia simu utasema, alhamdulillah, sasa naona kuna utulivu katika nyumba yangu. Wanasema hmm. mwanachuoni huyu Ahmadu lbuni anasema yutabaru lmilhu maddatan hafidhatan wa taridatan liljinni washayatin Anasema imefahamika na kutambulika wazi, baada ya watu kufanya majaribio ya aina mbalimbali, mm. testi za aina mbalimbali, ikatambulika na kufahamika ya kwamba chumvi ni moja katika mada maadini madini ambayo hafidhatan, kwanza yana uwezo wa kumlinda mwanadamu kutokana na mashakili ya aina mbalimbali, lakini wa taridatan liljinni washayatin, na ina uwezo mzuri kabisa ya kuwatimua na kuwafukuza majini na mashaitan biidhnillah subhanahu wa taala, fahiya tuathiru ala abidanihim wa taqatihim bila shaka chumvi na uwezo mzuri wa kuleta athari katika miili ya majini na mashaitani ambao wanaleta madhara katika afya na maisha ya bin adam. Lakini hata ile taka yao eneji yao huwa inapungua na kumalizika kabisa, iwapo utajua njia sahihi ya matumizi ya hiyo chumvi, ambayo wewe umeona ni kitu kidogo. Bila shaka ina nafasi bora ya kuweza kukunusuru biidhnillah subhanahu wataala.

wayaumu lmanzilu alhudua, hapo sasa nyumba itapata utulivu wa hali ya juu wa sakina, lakini kadhalika na itakuwa nyumba yenye maelewano yaliokuwa bora kabisa, biidhnillah subhanahu wataala. Zipo baadhi yapo ya, ya, ya, ya, ya baadhi ya majumba hakuna utulivu baina ya mke na mume, vyanzo ni sihr, ni machawi tu lakini yapo majumba ambayo ndoa zinavunjika kabisa, lakini sababu ni uwepo wa masuala ya kisheitani pamoja na uchawi. Na yapo majumba ambayo hayakaliki. Ukiwa ndani ya nyumba hiyo, utasikia kama kuna watu wanatembea, nyayo za watu zinatembea, ukitoka kutazama hauoni Utasikia kama bafuni kuna maji yanamwagika, ukienda kutazama wapi anamwagika hakuna. Utaona taa zinawashwa, ukienda kutazama alowasha nani humuoni, au zinazimwa. Basi li mradi kunakuwa na mauzauza ya kila namna. Yapo majumba ambayo yamesibiwa na athari na mashakili kama haya. Kwa haraka haraka na kwenda kuelekeza watu njia ya matumizi ya chumvi biidhnillah, hapo ulipo ndugu yangu, naomba utumie utaratibu huu, alafu bila shaka utakuja kutuambia alhamdulillahi rabbil alamin. Ama njia ya kwanza au tariqatul ula Njia ya kwanza tahduru inaa fihi maun nadhifun watadha fihi thalatha malaiq milhin fatamsah fi kulli kulli arkanil manzili fasatulahi dhul hudua watashuru bitaqatin warahatin ijabiyatin fi ilmanzili. Njia ya kwanza ya kufanya wewe ambaye nyumbani kwako unaona kuna kuwa na vurugu sana, watoto hawaelewani ni mapambano mke na mume hawaelewani, ni vurugu. Wewe ambaye bila shaka utaiona nyumba yako ipo katika utaratibu wa hali ya namna hii, kwa kutumia chumvi tu unaweza ukazima hili balaa katika nyumba yako, biidhnillah subhanahu wa taala. hmm. Tahdhuru inaa, chukua chombo. Fihima, ambayo ndani ya chombo hicho kuwe na maji tena maji yenyewe nadhifu ni yawe ni maji safi kabisa. watadau fihi thalatha malaiki milhin, alafu utaweka ndani yake vijiko vitatu vya chumvi e, kisha baada ya hapo fate, fatamsahu fi kulli arkani lmanzili. Alafu utachokifanya chukue yale maji sasa, rashia katika sehemu ya pembe zote za nyumba fasatulahidhu lhudua. mm. natija ya kufanya hayo bila shaka utaona unapatikana utulivu, watashuru tashruru bitaqatin wa raha. Lakini kadhalika utaona katika nyumba hiyo kuna kuwa napaka, na taka na energy ambayo inaondosha zile athari athari. mm. lakini kadhalika utaona furaha inaanza kutawala ndani ya nyumba hiyo tena tena, itakuwa rahatan ijabia, itakuwa ni raha ya watu kuwa na maelewano mazuri, masikilizano mazuri, kufahamiana vema katika nyumba hiyo, basi nyumba utaiona inatawala amani kwa sababu lau kama nyumba itakuwa imetawala na athari za kishetani pamoja na sihir, hapa hakutakuwa na utulivu, hapa hakutakuwa na maelewano, hapa hakutakuwa na masikilizano, kutakuwa na vurugu zisizokuwa na sababu. Katika hali za namna hii, tathmini nyumba yako. Lau kama utaiona nyumba yako ina vurugu za hapa na pale, Fuata utaratibu huu, naamini ipo siku utatupigia simu, utasema kupitia katika jukwaa la Sheikh Yusuf Diwan, alhamdulillah, nimepata natija na sasa utulivu unaendelea katika nyumba yangu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hii ni njia namba moja, lakini tariqatu thania, ama njia ya pili ya namna ya kuitumia chumvi ili kutengeneza usalama hapo katika nyumba yako. mm. tadaa almilha maa lhabati sauda

au shakhs almusaba bisihri mm. Kisha baada ya hapo, utafukiza kwa mchanganyo huu wa chumvi pamoja na habbat sauda pale nyumbani, au utamfukiza mtu ambaye aliyefanyiwa masala ya uchawi wadhalika, waktu ghurubi shamsi au lfajir, na ni vema sana kufanya matendo haya wakati ule jua linazama kwa maana eneji ya jua inakuwa imeshuka, au wakati ule alfajiri imeshachomoza tunaelekea kuingia katika eneji ya jua biidhnillah subhanahu wataala. Lau kama itafanywa utaratibu huu, basi Allah subhanahu wataala atainusuru nyumba hiyo, lakini kadhalika na yule ambaye alosibiwa kupitia asbabi hizi biidhnillah subhanahu wataala. falmilhu yamalu ala taftiti taqati salbiya kwa sababu siku zote chumvi namna ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyoiumba ina uwezo wa yumba, kupasua pasua zile taqati salbia, madhara ambayo yanaweza kuwa yametawala pale nyumbani hasa kutokana na athari za kijini au kishaitani au kisihri, ki fakullu shaytani waljinni tahrubu min almanzili yeah. Idha kana minhum adha ala ahli almanzili mm -hmm. Basi mashaitani wote na madhara ya kijini na machawi ambayo yanaleta athari huwa hayakai mahala hapo, yanakimbia haraka sana kutoka katika nyumba ambayo utaratibu umefanyika. Lidhalika tashuru birahati inda ljulusi eh, amama lbahri. Na ndio maana utaona watu wengi sana wanapokuwa wanapoenda katika ufukwe wa baharini, ataona mtu anajihisi tu kwamba raha, anajihisi faraja anajihisi furaha na hivyo, hivyo ndivyo utaratibu ukiufanya ndani ya nyumba yako. Nyumba itajaa furaha, ita itajaa amani, itajaa maelewano na masikilizano, bi idhnillah subhanahu wa taala. Nikimalizia njia ya tatu ya matumizi ya chumvi, ni hii mm, yumkinuka listihmamu bilmai walmilhi fayashuruka bilhudui walrahati wayubtilu sihra. Bila shaka lau kama utachukua ma, yani maji, alafu ndani yake ukaweka chumvi alafu kisha ukaogelea ndani ya maji ambayo ndani yake yana chumvi, basi fayashiruka bilhudui waraha, bila shaka utaanza kuona mwili wako unapata utulivu, uchovu unaondoka, lakini kadhalika utajiona unajihisi raha, unajihisi faraja, na hata machawi nayo utafuta njia ya kuondokea biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni hiyo chumvi ambayo wewe unayo nyumbani kwako ndio maana tulipokuwa pale Ghazal tuliwahi kusoma somo moja linaloitwa almilhu, mm. Chumvi. mm -hmm. Anasema almilhu madinun yujadun bikathirin ala jihati lardi, ya kwamba siku zote hii chumvi ni madini mm -hmm. adaruriyu lihayati linsan, kwanza ni ma madini ambayo mm. ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, na ndio maana Allah subhanahu wataala akaiumba chumvi bihadhihi lkathra, kutokana na wingi ambayo yashtariha lghaniyu walfaqir, ana, anaweza kuipata chumvi mtu aliyo fakiri na hata aliyotajiri anaweza kuipata chumvi. Mwenyezi Mungu ameumba kwa wingi kwa sababu gani? ni maadinun daruriyun lihayati linsan, kwa sababu ni maadini muhimu mno katika maisha ya mwanadamu. Hivyo mtu yoyote anaweza kuipata chumvi, awe tajiri anaweza kuipata chumvi, awe maskini anaweza kuipata chumvi. Kwa hali hiyo ndio maana tukakupa e, darsa kutokana na hiki kitu ambacho anaweza kukipata mtu yoyote, ili uweze kukitumia pale nyumbani inshallah biidhnillah subhanahu wataala, huenda migogoro isiyo na lazima tukaweza kuitatua katika majumba yetu biidhnillah subhanahu wataala. Ikhwani, ndugu zangu tukiachana na migogoro hii, kama jinsi ambavyo alivyosema Alakhi Shekh Sabasi Belkubra, kuna migogoro inayosababishwa na mwanamume kuto pafomu vizuri katika suala la tendo la ndoa, na ndio maana tukakuandalia hii inayoitwa e, yani, mkono waidi, mkono waidi ambao bila shaka ni mujarab sana. Tunamshukuru, tuamshukuru Mwenyezi Mungu. Ah, kuna ndugu zetu ambao wapo katika ardhi ya Sweden wao baada ya kupata vipindi katika jukwaa letu hili wali, be, wakapata taarifa ya uwepo wa mkono waidi. Wao wakasema sisi tunautaka mkono waidi kwa haraka sana. Tukawaambia gharama yake, na wao wakatekeleza ile gharama na gharama ya utumaji, tukawatumia. Hivi ninavyokuambia, takriban huu ni mwezi mmoja sasa wa matumizi ya huu mkono waidi, na kila baada ya siku mbili wale mabwana utupigia simu wanasema mashallah, yani, huu mkono waidi ni mkono waidi kweli, kweli. Mambo yamekuwa mazuri, furaha imerudi pale nyumbani. Sasa hivi hakuna kurudi tena saa nane za usiku, mapema tu mtu anarudi kwa ajili ya hofu imeondoka. Sheikh, majambo ni mazuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala, lakini kadhalika tunayo hapa hii inaitwa haqqul mujarrab. Hii ni dawa mujarrab kwa ajili ya kuondosha masala ya kisihir uchawi. Kuna watu wamefanywa uchawi mbaya sana. mm. famina sihir ma huwa yaktulu wa yumaridhu wa, wa yakhudhu almarata fayamna'uha an wata'i zawjiha mm. Anasema miongoni mwa uchawi kuna uchawi ambao unaweza ukaua, kuna watu wanakufa kwa kufanywa machawi ma, ma, ma, ma, ma, kwa kurogwa, mm -hmm. Lakini kadhalika kuna watu wanapata madhara yani, uchawi unaleta una maradhi tu. Anakuwa ni mtu ana maradhi yanayojulikana na hata yale maradhi yasiyojulikana. Kuna wengine wanaumwa kwa sababu ya uchawi tu, lakini kuna uchawi ambao kazi yake ni kumfunga mwanamume ashindwe kabisa kuliendea tendo la ndoa. Yani, yapo mambo ya namna hiyo, na wengine wanafungwa wasiweze kupata uzazi katika kina dada na kina mama Yapo mauvimbe mengine katika vizazi vya kina mama, sababu zake ni sihiri, la sahihi, haqul mujarrab ni mujarrab zaidi kwa ajili ya kuondosha athari za kichawi mm. lakini uchawi upo ule ambaye bila shaka unaweza ukakaa nje ya mwili wa mwanadamu mm. ndio anakuwa eh, hana anapoumwa katika mwili lakini hana mpango anaofanya ukakamilika mm. haqul mujarrab ni muhimu sana kwa ajili ya kumaliza mashakili haya. na hii haqul mujarrab dozi yake ni hizi chupa tatu kama unavyoziona hivi hii yo dozi kamili ya haqul mujarrab. Lakini kadhalika hapa tunao al irham, ni maalum sana kwa ajili ya kinamama. Hii kwa ajili ya kuondosha uvimbe katika vizazi vya kinamama, kwa ajili ya kupangilia mifumo ya ada kwa kinamama lakini ni muhimu sana kwa ajili ya kuondosha maumivu makali kabla na, na wakati na baada ya ada. Maana kuna kina dada wanapata maumivu makali kabla ya kuingia katika siku zao, lakini kuna wale wanaopata maumivu makali wakiwa ndani ya siku zao, na kuna wale wanaopata maumivu makali baada ya Kumaliza siku zao. Hii ni mujarab sana kwa ajili ya kutengeneza mirija ya uzazi, kuzibua mirija ya uzazi, kuondosha athari, kupangilia mfumo wa homoni ya alostrogena iende kwa utaratibu uliokuwa bora, na kufanya taftiti katika uvimbe uwe uvimbe mkubwa au uvimbe mdogo bi idhnillah. Hii ni mujarab sana na ni nzuri sana kukifanya kizazi kuwa imara na kuwa tayari kwa ajili ya kupokea mbegu za kiume, hivyo tutapata natija ya kupatikana kwa watoto wengi bi wa ta'ala. Hii ndiyo mkombozi kwa mama zetu na dada zetu ambayo bila shaka inaitwa al-irham na dozi ni kopo nne. Hizi ndio dozi kamili biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wasiliana nasi utaipata mahala popote ulipo. Yupo dada yetu ambaye yupo katika ardhi ya Marekani amewahi kupata mtoto mmoja, huu ni mwaka wa kumi na mbili lakini alipofuatilia katika vipindi vyetu hivi akawa ameiona hii dawa al-irham mm, na yeye anahangaika sana kufanikiwa angalau apate katoto kingine mm. Alhamdulillah, ameitumia hii, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ye mwenyewe anatuambia, alhamdulillah, majambo yamekwenda vizuri Mshullah. Na wewe jaribu, insha Allah mola wetu bila shaka atakufanyia maajabu kupitia katika dawa hii inayoitwa al-irham. Nikimalizia hapa, tunaye Eh, prostati. Hii ni maalum kabisa kwa ajili ya ndugu zetu ambao wana tatizo la tezi dume. Najua tezi hizi ina hatari sana na hii tezi ni ambayo inapatikana tahta almathanna, chini ya kibofu cha mkojo, na mara kadhaa inapata madhara kutokana na vitu anaita alitirabul hormonia, kupara kuparaganyika kwa Homoni. Na hasa homoni ya kiume inaitwa testosterone. Hizi ganyika, hii zikiparaganyika, basi homoni hii inawezekana ikapata vitu vinavyoitwa alauramu alhamid au, au alauramu alkhabith, imma uvimbe, uvimbe ambao hauna chembechembe -chembe za kansa au uvimbe ambao baadaye utakuja kuleta athari ya chembechembe -chembe za kansa ni hatari sana. Kwa mwanamume ewe ndugu yangu, la utaiona hii dawa ya prostate, ni muhimu sana kuipata kwa sababu ina uwezo wa kumaliza tatizo hilo la prostate bila ya kufanya upasuaji biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tibu prostate bila kupasua biidhnillah subhanahu wa ta'ala kupitia dawa hii inaitwa prostate na dozi yake ni chupa, ni kopo tano hizi biidhnillah subhanahu wa ta'ala, na hii ni aramad kwa Fasaha hii kwa ajili ya macho, wewe ambaye macho yako bila shaka yana mashakili, basi jitahidi sana upate arramad. Unaona giza unaona maruerue, huoni vizuri, jicho linachoma sana kama ndani yake una mchanga. Lakini wakati mwingine unapoteza nuru ya kuona, wakati mwingine unakuwa unasikia maumivu makali. Basi inshaallah ya ramad ni muhimu sana kwa ajili ya kumaliza mashakili ya macho biidhnillah subhanahu wataala. Lakini kadhalika, tuna dawa nyingi tu, inshaallah, ukifika hapa ofisini kwetu au ukiwasiliana nasi, tunaweza tukakupa maelezo yaliokuwa bora kabisa biidhnillah subhanahu wataala na mambo yakaweza kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Tuna dawa maalum kabisa kwa ajili ya masala ya sickle cell. Lakini kadhalika tuna uh, zaitul ahmar, mafuta mekundu yaliyotoka katika mti mwekundu, ni maalum sana kwa kufanya mambo mazito, tutakuja kuyaeleza katika vipindi vijavyo biidhnillah subhanahu wataala. Inshallah, kutoka katika jukwaa letu hili siku ya leo alhamisi ya leo biidhnillah subhanahu wataala. Naamini kwa wale ambao wamekaa na daftari zao na karatasi zao na kalamu zao, wanaandika baadhi ya point, bila shaka watakuwa wamepata baadhi ya fawaid biidhnillah subhanahu wa taala. insha Allah, usikose kutufuatilia katika jukwaa letu kila Alhamisi biidhnillah subhanahu wa taala baada ya sala ya adhuhuri biidhnillahil karim. Assalamu alaikum

leweka na yana faida kubwa ikiwemo e, pia namna ambavyo walivyosikia, e, imeelezwa vizuri mkono waidi namna anavyofanya kazi bora kabisa. Lakini pia e, tumeona pia hakul mujarrabu pia tumeiona prostate, bila kusahau al irham pamoja na arramadi kwa maana ya masala mazima ya macho, bila kusahau pia al manjari kwa ajili ya masala ya maradhi hayo ya sikosel na e, zaitu ahmar kwa maana mafuta mekundu hayo shaka yote haya tumeyasikia. langu kusema kwamba tunapatikana hapa eh, ofisini kwetu Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea Jeshini, kila siku majira ya saa mbili asubuhi mpaka saa kumi jioni. namba zetu za siri za simu tutafute, 0748869733 e, au 0659869734 na na na na zetu namba, unaweza kutupigia simu ukasikilizwa, ukashauriwa na ukapewa taratibu uliokuwa bora kabisa wa namna ya kuweza kutupata au kupata mkono waidi au chochote ambacho unachoweza kupata miongoni mwacho, basi utapata zote kupitia maelekezo, kutupitia namba hizo ambazo ulizozipata. Langu la ziada, tutaendelea katika katika siku ya Alhamisi ya wiki ijayo, ili kuelekea tena katika jukwaa, na bila shaka utanufaika siku baada ya siku. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, wa alaikum